Tunashukuru kwamba tumezungumza uh, yote ambayo yalikuwa ni muhimu, na tumewasilisha kwa mheshimiwa waziri na timu yake. Kwa hiyo naamini vikao vitaendelea. Labda kubwa ni lipi ambalo mlijadiliana? Mara ya kwanza wakati unaingia ulisema haujajua ajenda. Baba, ajenda imekuwa ni nini? Maendeleo ya soka Tanzania. <laughs> halihusiani na mchezo wa namba 184 dhidi ya Yanga. Maendeleo ya soka Tanzania kama yapi, kama yapi, mwenyekiti? Hayawezi, maendeleo ya soka yako mengi, maeneo mm -hmm. mengi ambayo waziri kama mnavyofahamu mm -hmm. ni mpya katika wizara mm -hmm. hii uh, pamoja na uzoefu mkubwa walionao, lakini kuna mambo ambayo yanatakiwa tujadiliane ili kuweza kupata mtazamo wa pamoja. Kwa hiyo yanajadiliana na klabu mbili tu za Simba na Yanga au kuna lipi lingine ambayo lindiri? Sasa hiyo nabidi umuulize yeye kwa nini umewaita Simba na Yanga, lakini sisi tumekuja kuwakilisha Simba Kwaiyo aliyowakilishwa na watu wengine, mimi sijui. La hali kuwepo la Simba kwanza, sijui hata kama Yanga wamesema. Mwenyekiti, na katika katika katika majadiliano yenu kwenye kikao mmefikia hatua gani? kwenye mnye hayo mambo ya kikao vinaendelea? Leo tumeanza kikao cha awali, tutafanya tena kikao wakati mwingine. sawa, mwenyekiti E, wakati Young Africans wanatoka walisema miongoni mwa kilichojadiliwa ilikuwa ni mchezo wenu wa uh, Yanga na Simba, labda nyi kwenye hayo majadiliano na kile ambacho ulichokisema kama ni maendeleo ya mchezo wa mpira wa miguu nchini, na ukasema kwamba hao waziri ni, ni mpya kwenye wizara, kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo alikuwa anataka kuyafahamu kutoka kwenu akijadiliwe kwa kitu kwa sababu wao wamesema kimejadiliwa na... kikao na... chetu sisi hakihusiani na chao. Kama ingekuwa kinahusiana ina maana tungekaa pamoja hmm. Kwa hiyo siwezi kujibia jambo ambalo sikulishuhudia. Wao walivyokutana na waziri wanajua waliozungumza nayo na kama wameeleza hivyo ni sawa, kwa kwenye lakini kwenye... sisi tunachosema hayo ambayo nimewaeleza ndio ambayo tulijadiliana hmm. Kwa hiyo hili alikujadiliwa la mechi ya Yanga na Simba namba na 88 hapana, la kuna mwanga wa maendeleo haya soka unayoona sasa hiyo itakuja kwenye tafsiri ya mwisho ambapo tutakuja kutoa taarifa ya pamoja.